Bana, unaona haya watu wanavyotafuta maokoto, usichukulie poa. Yani watu wana haso, watu wanapiga kazi kutafuta eh, mavumba kama unavomwona bibie hapa eh, anapiga sululu, kaingia kwenye korongo ili anatafuta dhahabu pale eh, kwa hiyo uone watu ambavyo wana haso, unapomkuta ana drive yani usichukulie poa. Bd hapa unavyomwona, yani anapiga sululu, lakini mara anakutana na kimbolomolo. Kimbolomolo yani kuta dhabu e, limeshona niyo, ni pure gold hapa. Nakuta makilo kadhaa hivi, na kunaambiwa kilo moja ni kwa bei elekezi ya serikali ni kama zaidi ya milioni mia mbili. Sasa apate makilo kadhaa, akipata likimbolomolo. Unavyomwona dada pale anapiga kazi, kwa hiyo usimchukulie poa Hataki mambo ya kujiuza hataki mambo ya kuangaika angaika eh, mara sijui mikopo, sijui kausha damu, mara sijui mkopo wa moto. Hakuna. Dada anapiga sururu. Kwa hiyo, hivi ndio mambo yanapokwenda huku maeneo ya Itumbi, ni maeneo ya Itumbi haya eh. Kwa hiyo eh, unapokuwa ripota ripota, kwamba kweli kama ni mwandishi wa habari ama mtangazaji, kweli na wewe unashiriki eh, au na wewe unakuwepo katika yale mazingira unaelewa A to Z na adha mbali mbalimbali ambazo wanakutana na nazo huku katika maeneo ya migodi. Hebu angalia mazingira kama unavyoona. Eh, unaona eh, ilo, ilo gema hiyo eh? Unaona haya eh, mazingira na ndio bibia iko kule chini kule, nitakuonyesha kwamba huyu mwanamke wa nguvu eh, sio line, line. Na mwanaume kama unamwoa maana kwamba na wewe na yeye ni mtu wakazi eh? Eh, kadondoka hapo pendo eh? mdogo mdogo, unaona hivi kaza, ukiwa line line. Wewe afu angalia, ni white bibie white ngozi line, lakini anakupigia sululu, anatafuta mavumba. Hii ndio hali halisi, na mimi sasa ndio napanda sasa. Na mimi kama ningekuwa mwandishi wa habari yani line line, maana yake kwamba huku naweza nikadondoka huku, si unaona, lakini eh, mimi nyewe, na mimi mwenyewe naangalia sie nikashuka kule, ukala hii mjomba basi, biashara ndio inaisha bwana ha. Haya ndio maisha yenyewe ndio kama unavyoona. Basi, mimi sina ziada, naitwa Hankutom Mpanji, mpashanaji wako, ndio niko huku na kuripotia huku katika mambo ya nguvu ya utafutaji huku. Asante baba.